Mojawapo ya jambo muhimu sana la kuzingatia unapojenga banda la kufugia kuku, hasa kuku wa nyama au broiler kama hawa, ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na hewa ya kutosha bandani, yani ventilation. Hapa ukiangalia, banda letu lina nguzo za pembeni ambazo kutoka pale usawa wa ilipoishia tofali mpaka pale kwenye ile mbao inayoshika kenchi ni takribani futi kumi. Na kama unavyoona hapa kumewekwa tu kati ya nguzo na nguzo, ambapo ni takribani mita tatu na nusu mpaka nne, kumewekwa hiyo mbao ambayo inatenganisha katikati. Unaona hiyo imekaa kama msalaba, na upande wa huko juu na katikati hapo unaona pamewekwa wavu na huu wavu umewekwa mahususi kabisa kwa ajili ya kuhakikisha hewa inapita kuingia bandani, lakini pia inaweza kuzuia baadhi ya wanyama wakali au wanaoweza kudhuru kuku, kwa mfano nyoka na vicheche na wanyama jamii ya namna hiyo. Lakini hili banda, kama unavyoona, lina nguzo hizi ambazo ni nguzo kubwa, ni kama nguzo ambazo Tanesco wanatumia kwa ajili ya kuwekea nyaya kubwa za umeme. Kwa hiyo kati ya nguzo na nguzo ambayo ni takriban mita tatu mpaka nne, pamewekwa hii nguzo nyingine ndogo, lakini hii ni ya ubao wa kawaida wa saizi ya 26 ubao uh, wa nchi mbili kwa nchi kwa nchi nne sorry, ni 24 kwa hiyo, na upande wa nje kwenye hiyo nguzo kumewekwa kibao kingine hapo kinachoshikilia hiyo nyavu, lakini upande wa katikati ambao unashikilia makenchi ambayo yanashika bati, pia umbali huo huo kati ya nguzo na nguzo kumewekwa e, nguzo hizi pia kubwa. Kwa hiyo kuna namna nyingi unaweza ukatumia nguzo hizi, unaweza ukatumia mirunda ya kawaida unaweza kutumia ile mirunda poli. Wakati mwingine unaweza kusimamisha kabisa nguzo yenye nondo na zege, kwamba inakuwa ya kudumu zaidi, japo hii hizi nguzo pia zinaweza kukaa miaka mingi, lakini ukitumia zege na nondo itakaa miaka mingi zaidi. Kwa hiyo huu ni usanifu. Kwa upande wa ndani unaweza kuweka milango miwili kama huu unaoonekana hapa na mwingine upo kule au kaweka mitatu kulingana na mahitaji, lakini milango miwili inatosha kwa banda kama hili. Hili banda lina urefu wa mita um, hamsini na upana wa mita kumi na mbili. Kwa hiyo unaweza kuongeza kidogo ukaenda mpaka mita hamsini na tano kwa kumi na mbili, na kwa saizi hiyo banda linatosha kufuga kuku elfu tano mpaka elfu sita kuku wa nyama au broiler kama hawa ambao wanafugwa chini, yani kwenye sakafu kama hapa, ambapo tunaita ni deep litter system. Kama unafuga kwa kutumia cage, itategemeana na cage ni za ngazi tatu au ngazi nne, alafu pia itategemeana kwamba ni zile cage za kusimama ambazo ndo mara nyingi tunatumia kwenye kufugia broiler au zile keji ambazo tunasema ni kama inverted V, zile ambazo zimekaa kama V ya kugeukia chini, ambazo nazo pia zinaweza kuwa na ngazi tatu au ngazi nne. Kwa hiyo itategemeana na hivyo vipimo ambavyo vitatupelekea tujue kwamba tutafuga, eh, broiler au kuku wa nyama wangapi. Lakini kwa ujumla ukitumia cage, utafuga kuku wengi zaidi kuliko ukitumia mfumo huu wa deep litter au huu wa kuweka chini kwenye sakafu. Faida ya kutumia keji ni kwamba moja, utafuga kuku wengi kwa wakati mmoja kwenye banda hilo hilo ambalo unaweza kufugia mfumo wa deep litter kwa kufuga kuku wachache zaidi. Kwa hiyo ukitumia keji utafuga kuku wengi zaidi, lakini pia keji uh, inakuwa ni rahisi zaidi kusafisha, hasa kutoa samadi au um, e, nani za kuku wenyewe kwa sababu uh, zile zile ule uchafu unadondoka moja makaraya kwa moja kwenye makarai ambayo yanasafishwa kwa urahisi au yanadondoka chini ambapo unaweza ukajenga mfumo aidha wa kusukuma na winch au ukachimba shimo katikati ya zile keji kwa ajili ya kusafisha. Hiyo ndio faida kubwa ya kutumia keji. Lakini pia uh, ukitumia huu mfumo wa deep litter au uh, wa kuweka chini una uh, faida yake ni kwamba inakuwa ni rahisi kufuga kwa maana kwamba bei inakuwa rahisi, ni, ni, ni nafuu zaidi, lakini hasara yake unaweza kusema kwamba kila unapoingiza bachi mpya au mzunguko mpya wa kuku ni lazima utoe haya mapumba ya mpunga au kama unatumia maranda ya mbao, usafishe banda, upulize dawa tena, ulete mengine na usafishe tena. Kwa hiyo kila mzunguko utakuwa unafanya hiyo kazi. Lakini ukitumia cage huna haja, huna haja ya maranda au ma, maranda ya mbao au pumba za mpunga, kwa sababu hizo hazihitajiki. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya faida na hasara za kila mfumo au kila system. Sasa tuende nje tuangalie banda kwa nje linaonekanaje. Kwa nje ni sharti uweke uh, kizimba hichi hapa kwa ajili ya kuwekea dawa, ambayo mtu anayeingia bandani sharti akanyage kanyagi miguu anavyoingia humo ndani, na ndiyo maana tunashauri unapoingia bandani uwe na gambuti au yale mabuti, kwa lugha rahisi watu wanasema. Kwa hiyo hiyo lazima iwepo kila kwenye mlango na lazima iwekwe dawa. Lakini upande wa nje wa nje kama nilivyosema, em, kwa ukanda wa Dar es Salaam, Pwani, Tanga au maeneo yenye joto kwa nchi yetu, E, tunaweka tukishaweka uh, msingi wa, wa banda lenyewe na sakafu, tunaweka rafu, lakini upande wa nje tunaweka line au kozi moja ya tofali au mbili basi, halafu huko juu kuna baki tu kuna hizo nguzo na hizo mbao mpaka unapoenda kwenye paa. Kwa hiyo, kuna kunabaki wazi kama nilivyosema, kwa ajili ya kuhakikisha hewa e, safi na ya kutosha inaingia bandani. Upande wa juu pale unaweza kuziba kama palipo palivyo zibwa hapa, lakini wakati mwingine tunashauri pale kwenye paa hapa panakuwa na na, na, na paa jingine dogo linalokuwa kama mfuniko, alafu umpembeni, upande huu na upande huu panakuwa pia pamewekwa wavu kwa ajili ya kuruhusu hewa zaidi. Haya, uh, msaflate unayoyaona hapa yaliwekwa wakati uh, vifaranga wanakuwa wakiwa wadogo. Hayo lazima uweke kwa ajili ya ku hifadhi joto lakini hayo yanaweza kutolewa wakati wowote kadiri inavyohitajika. Kwa hiyo banda linaonekana uh, namna hii, lakini pia e, kuna mifumo mingi kama nilivyosema, unaweza kutumia masulfate au masulfate kama haya wengine wanaita, lakini pia unaweza kutumia maturubai ambayo mara nyingi tunapenda kama kuanikia nafaka na vitu. Unaweza kutumia yale pia, nayo yana mifumo yake tofauti. Kuna mifumo kama hii ambayo unafunga tu na waya au kamba, unatoa lakini, kuna mifumo ya kutumia kama winch ndogo za kupandisha na kushusha, ambazo tutajifunza na kuona kwenye mabanda mengine. Kwa hiyo hii pia ni system ambayo unaweza ukatumia. Kwa hiyo mwonekano wa banda kwa nje unakuwa wa namna hii. Kwa hiyo karibuni sana mnaotaka kujenga mabanda yanayofanana ya na haya. Uh, nitawapa mafundi wanaojenga wawatengenezee. Kwa kuona hivi, unaweza kupata idea au mtazamo kwamba banda linafananaje, lina na kulingana na material utakayotumia, kulingana na eneo lako pia, mtakavyoshauriana na fundi, unaweza pia kukadiria gharama kwamba itakuwa shilingi ngapi. Asante sana kwa kutazama, subscribe kama bado, bonyeza alama ya kengele pia, ili usikose um, masomo mengine, tutaendelea kujifunza. Namba zitakuwa kwenye sehemu ya description. Asante sana kwa kutazama na